Nimewaiteni sasa hivi hapa, kuna jambo la msingi na la maana nataka kulizungumza na nyinyi. Hilo jambo ni baya, lakini pia ni zuri kwa upande wetu. Nikianza na taarifa mbaya, ni kwamba mkuu, safari yake ya mashariki ya mbali ambayo alisafiri, kuna hasimu wake alienda kupambana naye, na katika mapambano hayo alizidiwa nguvu na akapigwa kimbola cha hatari sana, kilichopelekea kupoteza uhai wake. Yaani, namaanisha kuwa mpaka dakika hii nazungumza na nyinyi, mkuu amefariki. Hapumzike kwa amani A Amin. Hiyo ni taarifa mbaya kwa upande wetu, lakini kupitia hiyo taarifa pia ina manufaa kwa upande wetu, kwa sababu kuna sheria ambazo mkuu aliziweka zilikuwa zinakandamiza na kuwatesa wanachama. Kutokana sheria namba 13 ibara ya saba mstari wa nne inasema kuwa endapo mkuu wa kilinge akifariki aliyekuwa ana kaimu atakuwa mkuu na atachukua nafasi ya mkuu ambaye amefariki. Kutokana na hiyo natamka hadharani kuwa mimi hapa sasa hivi ndo mkuu wa hichi kilinge. Kwa hiyo utendaji wote ambao alikuwa anaofanya mkuu upo chini yangu rasmi. Nikienda kwenye jambo zuri, ni kwamba katika uongozi wangu Ninataka kuondoa sheria kali na mbaya ambazo zilikuwa zinawakandamiza wanakilinge hapa. Sasa hivi nitazungumzia sheria mbili. Ya kwanza, sheria ya mahusiano. Katika utawala wangu, mimi natamka rasmi kuwa munaruhusiwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi ndani na nje ya kilindo. Oh, wa wow. Naona mnavyokenua mmefurahi. <laughs> Kwanza nashukuru sana mkuu kwa kuruhusu mahusiano, hasa hiyo ya ndani kwa ndani. Maana kuna mshirika nilikuwa na mtaka na mtolea macho sehvi, unyama nitamega tu au? <laughs> Vivi mkuu, sambamba na hilo kuna suala la utoaji wa kafara ambalo lilikuwa linawatesa sana wana kilinge nikiwa kama kiongozi mkuu wa hichi kilinge, kuanzia leo hutolazimishwa kumtoa baba, mjomba, shangazi na bibi kafara. Badala yake ya utaruhusiwa kumtoa mtu unayempenda kwa hiari yako na siyo lazima tena. Ninavyoongea hivi, simaanishi kuwa hatutakuwa tunatoa kafara. Hapana, kafara zetu sasa hivi zitakuwa za kusababisha ajali kwenda mahospitalini, hasa hasahasa mochwali kwenda kuchukua maiti za kule na kuzifanya kafara. Isitoshe, hapo hapo tutaruhusiwa kwenda kuchukua damu za wamama wajawazito pamoja na mabikira wote, tunakuja kuwatoa kafara kuni kichi kilinge. Kwa hiyo una uhuru wa kutoa kafara unavyojisikia nyinyi, lakini inavyokuja suala la ulazima katika kulazimishwa kuwatoa ndugu zako, hilo kwanza leo nalifuta rasmi. Hakika tumempata kiongozi tuliokuwa tukimtamani. Mungu akupe miaka mingi sana, na azidi kukupa heri na baraka, na uzidi kutupa manufaa mbalimbali. Mitano tena mkuu. Kwa hiyo mnaruhusiwa kwenda kuendelea na majukumu yenu. Esma, rafiki yangu, kuna jambo nataka kukuambia. hmm. Wewe tena nini? aushui majambo, jambo gani? sinayo kwa ni rafiki yangu tangu tukiwa wadogo tumekuwa pamoja, tumeshia vitu vingi kwa pamoja, lakini kuna jambo ambalo nilikuficha kwa muda mrefu. Na nilikuficha kwa sababu ni siri ya moyo wangu, na kuomba, nitakapokuambia siri hii, tafadhali usimwambie mtu yoyote yule. Siri gani tena hiyo? Mbona unanitisha? Na, na kuahidi siwezi kumwambia mtu yoyote ule. Najua unataka kujua ni nani ninayempenda. Esma, nimejitunza tangu nikiwa mdogo, kwa sababu yupo ambaye ninampenda, mwanaume wa ndoto zangu. Mwanaume huyo ni shemeji yangu. hmm? Irene Haya ni masikio yangu ninayosikia au masikio yangu yana matege? Shemeji yako unampenda? Shemeji yako mume wa dada yako? Una akili timamu kweli wewe? Ndiyo Isma. nampenda sana shemeji yangu na nimejitunza kwa ajili yake nikitumaini ya kwamba ipo siku atanioa na kunifanya mke wa halali. tutaishi pamoja Nitolee upuzi wako mimi, yani unatoka huko mguu pande mguu shoto, nakuja kuniambia a, ujinga. Una akili kweli? Yani, yani, yani sija kuelewa kwa kweli. Yule ni mume wa dada yako. Unazaje kumpenda Esma? Mapenzi ni hisia, mapenzi ni upofu, mtu anapenda popote pale. Najua k kwamba yule ni shemeji yangu, lakini moyo wangu utaki kuelewa hilo nampenda sana shemeji yangu, nimezama katika mapenzi yake, nipo katika dimbwi zito. Nisikilize, kama unampenda shemeji yako, basi mtilie sumu dada yako afe, ili uendelee kuwa naye pamoja. So unataka kula naye bata, mtilie sumu dada yako afe? Hapana, siwezi kumtilia dada yangu sumu, nampenda sana dada yangu ni moyo wangu tu unaonisukuma kumpenda shemeji, siwezi kumfanyia ukatili kama huo. Oh, kumbe unampenda dada yako, basi mwache dada yako na mume wake wale maisha. Sawa, nitamwacha dada na shemeji waendelee na maisha yao. Nisikilize ya nini rafiki yangu, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi sana. Subiri wakati wako, Mungu akikujalia utampata mwanaume wako, atakupenda na we utampenda, mfanye maisha yenu Achana na mume wa dada yako, mwache dada yako ale maisha na mume wake. Wewe unaita shobo za nini? Nitolee mimi upuzi wako. Kweli Esma, mimi ni mjinga, tena ni mjinga wa mwisho. Hata sijui nawezaje kumpenda shemeji yangu, lakini yote inapelekeshwa na hisia na zangu. Nampenda sana shemeji yangu, na sijaanza leo wala jana, tangu nikiwa mtoto mdogo nilianza kumpenda shemeji yangu. Usijali rafiki yangu, yataisha. Na imani Mungu yupo na anatuona. Karibu. Asante. mm -hmm. umpajiwaja wewe wala hata usijali kuhusu hiyo. nimekuja hapa acha na nani. Nimekuja kupa diblako. Tuachane na yote tuliyoyapitia mimi na wewe mkalamba. Leo nimekuja kistaarabu tu, nomba ukanitole barua kwa mara ya pili, nakuhitaji kwa kweli kwamba moyo wangu sasa hivi ujafunguka sana kwako, kwa sababu hata sini kwamba kitu gani, lakini ukweli kwamba sikupendi, sikuhitaji kabisa katika maisha yangu. huyo ndo mwanakmaisa. Samahani, lakini sio kama nakudharau, hapana, ila kweli kwamba nilikupenda sana na nilitamani nifanye kila kitu juu yako, kwa sababu familia yako haikuhitaji. Kwa nini? Yaani hakuonyesha kipaumbele sana a

Kiukweli na furaha kubwa sana ya uamuzi walochukua mkuu wa sasa hivi kurahisisha mahusiano, sawa. Lakini mkuu wa sasa hivi ndo alimuua mkuu wa zamani, alafu kwenye kikao ametudanganya kuwa ameuliwa huko alipoenda, au mwingine, acha nayo tuso. Sawa au yameuliwa jauliwa taja na wenyewe, kikubwa anaenda yule mkuu wa zamani bana, bana, kitu kidogo tu ametubinya kitu kidogo tu ametufanya hiki. Sasa hivi tuna enjoy tu furahi sawa, kwa sababu sisi amekufa tu furahi. Mkuu sasa hivi amerahisisha mambo, sema mbele tunaenda fresh tu furahi, kwa sababu mkuu sasa hivi amerahisisha makafala alitoana wenyewe kwa wenyewe. Wewe unauma unamtoa kafara mtu ambaye unampenda, umtoe, mfano mamako mzazi au ndugu zako, ndugu yako karibu inauma sana. Sasa hivi kalahesisha kafaa, tunatoa tu mtu wa barabarani huko, watu wa wapi hatu ajui hata nini, yetu inaenda ni sawa. Ninachokizungumzia mimi hapa kwamba nimechoka na ni hiki chama cha kichawi, natamani niache, sawa. Swala lilozungumzia ni sahihi. lakini tusijitoe kwa haraka haraka, kwa sababu tukijitoa kwa haraka haraka tunaweza tukauliwa. Cha kufanya ngoja tuangalie uongozi wake upoje, sawa Alafu tutajua baadaye tunafanyaje, sawa? Mi nakuelewa mpenzi wangu, utajikaza. Kwa hiyo tunafanyaje? maswala yetu tuache kwanza, tunaenda kuishi wapi bana? Njo kwangu mm -mm. Uje kuishi nyumbani? si unajua mi mwanaume, haiwezekani mi nitoke nyumbani uja kuishi kwako. Naanzaje kuja kuishi kwako, hata haibu uoni? sawa sawama kwa sababu nakupenda, na nikija kwako, naamini ninachokitaka muda wote napata ta enjoy